Viongozi wa kaunti ya Mombasa wameikosoa wa serikali ya kaunti kutokana na hatua ya kukata miti katika bustani la Uhuru. Uh, viongozi hao wamelalama kuwa hatua hiyo ni kinyume na azma ya Rais William Ruto ya kupanda miti na kuwa Mombasa hakuna misitu. Francis Mtalaki anaarifu. Wakiongozwa na seneta wa Mombasa Muhammad Faki, viongozi hao wameikosoa wa serikali ya kaunti ya Mombasa kwa hatua ya kukata miti wakisema hatua hiyo inapiga teke juhudi za kutunza mazingira ya kisiwani Mombasa. Mombasa hatuna misitu, misitu yetu ni ya mikoko, lakini tukiangalia mikoko mingi inakatwa sasa kwa sababu ya makao. Tukienda pale chuda chini, tunaona kwamba nyumba ni nyingi kuliko mazingira ya mikoko, na ile miti pia ambayo iko mjini sasa tumeanza kuikata sisi tunasema kwamba hakuna ruhusa ya kukata miti yoyote. Sisi tunazunguka tukipanda miti kama watu wa Kenya. Rais ameitisha mwito, tupande miti bilioni kumi na tano ndani ya taifa letu, na kila sekta wamepawa idadi ya miti ambao watapanda. Leo viereje mwaenda kutukatia miti, miti ya zaidi ya elfu mia moja miaka Alafu munatuambia ni athari kwa wanadamu. Kwani sisi tulipoipitisha hii katiba mpya, si tulisema wananchi tuhusishwe? Seneta Mtaule Miraja Abdullahi kwa upande wake amesema kaunti Mombasa inapaswa kuweka mikakati ya kuhakikisha wamepanda miti zaidi ili kutimiza azma ya serikali ya kupanda zaidi ya miti bilioni kumi na tano kote nchini ili kutunza mazingira public participation Ndiyo jambo litakufanya usiweze kuingililiwa. Mimi nimezungumza na county conservator ametuambia kwamba haukufata sheria kukata miti ambayo imekuwa ikitupa kivuli katika garden yetu ya Uhuru. Kuna mimea, kuna viumbe vilivyokuwa vikiishi katika ile miti vitakwenda wapi? Vitakwenda wapi? Hatutaki miti ikatwe, tunataka tupande miti mingi zaidi. Hivi sasa mvua mvua, kwanza hapa Mombasa sijasikia tumepanda miti mahali gani? Kwa hivyo tupande miti, tusikate miti. Ile miti imekaa pale Uhuru Garden, imekaa kutoka wakati wa uhuru, kabla ya uhuru. Ile miti iko leo, tunaikata kwa sababu pa, tawi moja lilikuwa limekaa vibaya. Kata tawi, lakini usikate mti. Waziri wa elimu kaunti ya Mombasa amekana madai hayo, akisema kuwa serikali ya kaunti ilifuata sheria, huku kamishina wa kaunti Mohamed Nur akitaka suala hilo kutatuliwa haraka iwezekanavyo. Hili swala la kukata miti naona limezungumziwa kwa urefu. Mimi nalifuatilia kwa makini kwa ofisi yake His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nasir, lakini at the end sisi kama kaunti twaenda mbio usiku na mchana, mtu akigusa lile tawi peke yake wa maskari wetu wako naye. Ukiona kumefanywa jambo kaunti wenyewe wako hapo, basi kuna kitu cha hatari tumekiona, ndio tukachukua chaji ya kufanya jambo kama lile. Nafikiri utatuita kama county environmental team tukawe na waziri ya environment, tuongee kwa na forest conservator wote, tuongee tujadiliane ndio tukuwe kwa, tu, tu, tu, tu kwa barabara mo, moja. Tuna misitu na hii mikoko ambayo atakana tupande ndio itatusaidia kuchuja hewa safi.